Rais tulio naye wa nchi hii ni wetu sote, awe ana madhaifu gani ni wetu, awe mkamilifu ni wetu, na hasa pale Mungu anapotupa mtu mwenye madhaifu, tunatakiwa tumwombee ili madhaifu yaondoke Lakini sisi kama watu wa Mungu haturuhusiwi kumpiga vita au kumwombea mabaya, ndio tunamharibu na atafanya maamuzi mabaya zaidi. Na ndio maana sisi kama watumishi wa Mungu, mtu akija kwako ana kansa unamwambia anapona, mtu akija kwako ana ukimwi unamwambia anapona, mtu akija kwako ana ulemavu unamwambia anapona. Yesu Kristo anamponya katika wewe. Maana kinywa chako ni zana na kinywa hicho hicho ukimkuta mtu anayo madhaifu, alafu ukutaka kumwombea ukamhukumu kwa yale madhaifu, basi anazidi kuwa mbaya. Kanisani hatuombei watu wazuri, kwa sababu wao tayari wameshakuwa wazuri. Tunaombea nini kanisani? Tunaombea watu wabaya wawe wazuri. Kiongozi akiwa mbaya tunamwombea Mungu amwondolee roho ya ubaya, awe mzuri Ndio maana mtu akiwa na mapepo tunamwombea mapepo yanamtoka, na anamtukuza Mungu na Yesu hakuja kwa ajili ya walio safi, bali yajipiga kwa ajili ya wenye madhaifu. Na katika usahihi wetu Mungu atukuzwi, ila bali katika madhaifu yetu tuliyajua, tukamwomba Mungu yakitoika, ndio tunamtukuza. ni ngumu sana kuona mtu anaenda kumshukuru Mungu kanisani kwa sababu ana uzima, kwa sababu amefanikiwa. Lakini nataka nikwambie, mtu akishapitia mateso alafu akatolewa ndo ala anakumbuka kumshukuru Mungu. Maanake Mungu anatukuzwa katika madhaifu. Bwana asifiwe. Amen. Sasa awali ya yote, nataka nisome maandiko kadhaa ambayo yamo katika Agano la Kale. Agano la Kale linapenda kutumika sana na Wakristo na hata wasio na Wakristo kuliko Agano Jipya, Agano Jipya